Ngoja nikuonyeshe kitu hapo. Matendo ya Mitume 23 mstari wa 31 mpaka 35. Neno la Mungu linasema hivi, basi wale wa askari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku, hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao mgomeni na wale walipofika Kaisaria na kumpa liwali ile barua, wakamweka Paulo mbele yake. Naye alipokwisha kuisoma akawauliza, mtu huyu ni wa jimbo gani? Alipoarifiwa ya kuwa ni mtu wa Kilikia akasema, nitakusikia wewe watakapokuja wale waliokushtaki. Akaamuru alindwe katika nyumba ya uliwali ya Herode. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuja kumwona Mtume Paulo baada ya kuweka agano na Mungu kumtumikia. Baada ya kutoka kwenye ujambazi wa kuua manabii, amerudi sasa kwenye kusudi la Mungu, kwenye agano la Mungu. Anakutana na washtaki kibao, anakutana na washtaki kibao, wanamshtaki. Bwana Yesu asiwe sana, wanamshtaki wakampeleka kwenda kwenye sehemu ya, ku, ya kusikiliza zile yale mashtaka, lakini yule ambaye alisimama au walipompeleka kwa huyo mtu, aliuliza huyu mtu huyu mtu ni wa wapi? Wakaeleza kwamba huyu mtu ni wa sehemu fulani, wakaeleza kwamba huyu mtu ni wa mali fulani alipoambiwa hivyo akasema, nitakusikia. Maana yake anaambiwa Paulo ya kwamba nitasikia, halafu nitakuwa kinyume na waliokushtaki. Bwana Yesu asiwe sana. Sikiliza nikwambie, Mungu atakupa kibali kwa mtoa hukumu. Maana yake atainua watetezi juu ya yale unayopitia kama agano lako na mungu litakuwa imara, kama utakuwa nafuata agano la Bwana, kama utakuwa nafuata mapatano na Mungu, kama utakuwa nafuata yale ambayo Mungu anakuagiza, Mungu atainua watetezi. Mungu atainua watetezi juu ya kesi waliokupa, walio juu ya mtihani uliopewa, juu ya changamoto uliokutana nayo. Bwana atainua watetezi, watakutetea. Mtume Paulo tunamwona baada ya kuingia kwenye patano na Yesu, kulitangaza jina lake, hakuwa na wasiwasi kwa sababu anajua aliyepatana naye atamtetea. Muda mwingine unaweza ukajiuliza, kama Mungu hawezi kumwacha aliyepatana naye, mbona kuna watumishi wake wanateseka mpaka wanakufa? Muda mwingine kama kina Yohana Mbatizaji, kina Yohana walikuwa katika agano la Bwana toka wakiwa tumboni mwa mama zao, lakini nafika mahali kina Yohana wanauawa. Unafikiri kwa nini Yohana aliuawa? Kwa sababu muda wake ulikuwa umefika, kazi yake alikuwa ameimaliza. Ndio maana kuna vitu alikuwa anavifanya, wanakata mikono, mikono inaota, wanafanya hivi na hivi, lakini alipomaliza kazi yake Bwana aliruhusu. Ndio maana Yohana aliuawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ukiwa na agano na Mungu, yeye atakupa ujasiri mkubwa wa kukabiliana na mapambano na mambo magumu yaliyoko mbele yako, ya kukabiliana na vitu vigumu vilivyoko mbele yako. Bwana atakusaidia, Bwana atainunua watu wa kutetea, Bwana atainua watu wa kutembea na wewe, Bwana atainua watu wa kutembea na wewe cha msingi na kutazama angalia. Je, agano lako na Mungu liko imara? Agano lako na Mungu liko imara? Katafakari, jiulize kwa makini, agano lako na Mungu liko imara?